Kwa siku za hivi karibuni katika ulimwengu wa teknolojia, siasa na nguvu ya mitandao ya kijamii, wawili kati ya watu mashuhuri zaidi duniani wamejikuta katika mgogoro wa wazi unaotekesa siasa na masoko ya kiuchumi. Ni mvutano kati ya Elon Musk, mjasiria mali bilionea mwenye ushawishi mkubwa, na Donald Trump, rais wa sasa wa Marekani, anayesifika kwa kauli zenye uzito na utata. Lakini kwa sasa hali imechukua mkondo mpya baada ya kauli ya kushtua kutoka kwa Mask mwenyewe. Anajutia, ndio anasema amejutia, lakini ni kwa nini na mvutano huu umefikia wapi? Hebu tusikilize kwa undani zaidi. Amezungumza hadharani kuhusu kujuta kwa baadhi ya kauli na machapisho aliyotoa dhidi ya Rais Donald Trump. Hii ni baada ya mzozo mkali wa maneno kati yao ulioibuka katika mtandao wa kijamii, hasa kwenye jukwaa la X zamani kijulikana kama Twitter. Musk alikiri kupitia ujumbe wake kwenye X na kusema na mnuko. Ninajutia baadhi ya machapisho yangu kuhusu Rais Donald Trump wiki iliyopita. Yalizidi mipaka. Mwisho kunuko. Hii ni hatua ya kushusha mvutano, baada ya kauli kali zilizotokana na tofauti zao za kisiasa na kiuchumi. Mzozo huu ulianza rasmi baada ya Musk kumkosoa Trump kuhusu mswada wa kodi uliopitishwa wakati Trump akiwa madarakani, ambapo Musk aliuita mswada huu kitu cha kuchukiza kisichovumilika. Kauli hiyo ilisababisha Trump kujibu kwa hasira, akitangaza kuwa uhusiano wao umevunjika kabisa na hakutakuwa na mazungumzo ya kurekebisha. Zaidi ya hayo, mzozo huo ulizidi kuwa mbaya zaidi baada ya Elon Musk kuweka mashaka kuhusu ushawishi wa Trump katika masuala ya serikali na madai ya uhusiano wake na watu wasio waaminifu, ikiwemo madai ya kushirikiana na Jeffrey Epstein, madai ambayo baadaye Musk alifuta. Mzozo huu wa wazi umeathiri sio tu hisia za kisiasa, bali pia masoko ya hisa. Hisa za Tesla zilipata kushuka kwa takriban asilimia 15, jambo ambalo lilisababisha kupungua kwa utajiri wa Musk kwa kiasi cha dola bilioni tisini ndani ya muda mfupi. Hata hivyo, Musk bado anabaki kuwa tajiri zaidi duniani. Kwa upande wa Trump, mzozo huo umeongeza mjadala kuhusu ushawishi wake wa kisiasa na uhusiano wake na wajasiriamali wakubwa kama Musk, ambaye ni mmoja wa watu wenye ushawishi mkubwa wa kiuchumi na kiteknolojia duniani. Ingawa Musk amejutia baadhi ya kauli zake, bado mzozo huo unaonyesha tofauti kubwa za maoni baina ya viongozi hawa wawili mashuhuri, hasa kuhusu sera za kodi, ushawishi wa serikali na maadili ya kisiasa. Kwa sasa haijulikani kama uhusiano kati ya Mask na Trump utaweza kurekebishwa katika siku za usoni, lakini kauli za Mask kuonyeshwa kujuta zinaweza kuwa ishara ya upungufu wa mvutano na uwezekano wa mazungumzo.